Mwongozo wa kujifunza Biblia Juni 4 siku ya Jumatano. Mada inasema mhukumu wa ulimwengu wote. Kabla tu ya kuangamizwa kwa Sodoma, kuna kisa cha kidadisi kinachotokea katika tambarale za Mamre. Mungu anamtokea Ibrahimu akiongozana na malaika wawili. Ibrahimu anapowaona, anawaalika wageni wa mbinguni kupata chakula na ni wakati huu ambapo Mungu anaahidi kwamba Ibrahimu na Sara watapata mwana ambaye kupitia kwake angezaliwa Masihi. Yesu kwa hakika alitoka katika ukoo wa Ibrahimu. Linganisha na Galatia sura ile ya 3 ya 16. Kisha kwa ghafla kisa kinageukia suala la miji miovu ya tambarale. Soma Mwanzo sura ile ya 18, ya 17 hadi 32. tunajifunza nini kuhusu tabia ya Mungu na jinsi ambavyo hatimaye anapanga kukabiliana na uovu katika sayari yetu? Kutoka katika aya hizi, hatumdai Mungu maelezo, lakini anachagua kutoweka wazi nia na mipango yake kwa wanadamu. Hakika Bwana Mungu hafanyi neno lolote, nabii Amosi anatuambia bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Amosi sura ya tatu aya saba. Kabla ya Mungu kuangamiza Sodoma na Gomora, anatangaza kwamba jambo pekee sahihi ni kumjulisha Ibrahimu kuhusu kile kitakachotokea, kuhusu kile ambacho anaweza kutazamia kushuhudia hivi punde. Mungu anabaki na Ibrahimu huku malaika wawili wakienda katika mji huo mwovu ili kuwaita wale watakaotii onyo lao. Mtu hawezi kujizuia kuwaza juu ya malaika wa kiunabii wanaofanya kazi hiyo hiyo katika siku za mwisho, wakiwaita wale watu wa Mungu waishio Babeli watoke humo. Ufunuo sura ile ya 14 aya ya sita hadi 12. Ufunuo 18 aya kwanza hadi ya nne. Onyo la mwisho linapotolewa, Mungu anajadiliana na Ibrahimu juu ya kile kinachokaribia kutokea na kwa hiari anakubali kujibu maswali ya mzee huyo. Hasha, usifanye hivyo, ukamue mwenye haki pamoja na mwovu, Ibrahimu anauliza. Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki? Mwanzo 18:25. Ibrahimu achunguzi tu kisa cha Sodoma, lakini pia anachunguza tabia ya Mungu. Vivyo hivyo, kabla ya mwisho kuja, Mungu anafungua vitabu vya mbinguni. Ufunuo 20 aya 4 aya kumi na moja hadi kumi na tano na kuturuhusu kuchunguza ushahidi kabla hatimaye hajaleta moto duniani. Yaani, tutakuwa na miaka elfu moja ya kupata majibu ya maswali mengi ambayo kwa sasa hayana majibu. Kabla ya Bwana kuleta hukumu ya mwisho juu ya waliopotea, anatupa miaka elfu kuelewa kile kitakachotokea kwa nani na kwa nini. Hili linatuambia nini kuhusu tabia yake na jinsi alivyo wazi kuchunguzwa na viumbe vilivyoumbwa, viumbe vinavyomtegemea yeye kabisa ili kuishi na ambao hawana haki ya asili ya kujua mambo haya? Hii ni Juni nne, siku ya Jumatano. Mhukumu wa ulimwengu wote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele.